Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya nne, Mie, hasta. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya nne kuanzia mstari wa nane. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Eh, shunen eh, eh. Huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo eh. Naye akamshurutisha aje ale chakula, hiyo kawa kila alipopita njia ile kuingia mm -hmm. Kula chakula yule eh. mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona yakuwa mtu huyu akitaye kwetu mara kwa mara mtu mtakatifu wa Mungu ndio. mm. akuomba tumfanyie chumba kidogo pitani mm. mm. na ndani yake tumwekee kitanda, meza mm. na kiti mm. na kinara tataa mm. na itakuwa mjiapo ataingia humo ikawa. mm. siku moja akafika huko akaingia katika chumba kile yakalala mm. akamwambia Gehazi, mtumishi wako mm. mwite yule tunani, naye alipokwisha kuitwa mm. akasimama mbele yake mm akamwambia anasema, naye sasa kasema, mm. wewe umetutunza sana mm. namna hii ni. mm. utendewe nini basi mm. Je, uombewe neno kwa mfalme mm. au kwa, am, eh, kwa amiri wa jeshi vile mm. mwanamke akamjibu, mimi inakaa katika eh, katika wangu watu wangu mwenyewe mm. nasema basi utendewe nini mm. Gehazi akajibu mm. hakika hana mwana mmewe ni mzee mm, akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha alipo, kuitwa mm, akasimama mlangoni. Mm, akasema, panapo wakati huu mwakani mm, utamkumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua aka mimba mm, akazaa mtoto mme mm, wakati huo huo mwakani, alimwambia amina. Bwana Yesu asifiwe.

kila kitu kwa kijana, magodoro, taa, kila kitu. Wakawa pamoja na jamaa, anaingia pale na bea shemazi wake, wanaoga piga msosi, wanalala, anaendelea na safari. Safi. Hana mtoto wanakwenda wanakwenda, Kigoma Kigoma wanalala, wanakula, wanarudi Dar es Salaam, wanasema wapumzike kwanza, wakifika pale Tabora pale, wanajaza pale Dar es Salaam kwa muda kutosha hapo katikati